Ikiwa imetimiza siku elfu moja na themanini na saba tangu stendi ya Magufuli kuanza kutumika, eneo la chini la stendi hiyo lenye ghorofa mbili halijawahi kutumika, uchunguzi wa Mwananchi umebaini. Hata hivyo, kuna baadhi ya maeneo ya stendi hiyo yamepangishwa kwa ajili ya ofisi mbalimbali, zikiwemo za wasimamizi wa kituo, Polisi, Uhamiaji, mfuko wa Taifa wa bima ya afya NHIF, sehemu ya kulala wageni kituo cha afya cha Kairuki. Stendi ya Magufuli yenye uwezo wa kuhudumia watu zaidi ya laki mbili kwa siku ilianza kutumika Februari 24 mwaka 2021 ikiwa ni, ni siku mbili tangu aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati John Magufuli kuizindua. Eneo hilo halijawahi kutumika baada ya ujenzi kusimama, hali inayolifanya kugeuka kichaka kwa watu kujificha na kufanya shughuli nyingine tofauti na matarajio yaliyokuwa hapo awali. Pia kutokana na ujenzi huo kulegalega, baadhi ya watu wameanza kuiba vifaa mbalimbali ikiwemo nyaya za umeme huku wakijisaidia na kuacha nguo zilizochafuka katika eneo hilo. Haya yanafanyika wakati ambao halmashauri ya manispaa ya Ubungo ingeweza kujipatia fedha nyingi kwa kupangisha eneo hilo kwa ajili ya biashara mbalimbali mbali, kama maduka makubwa ambayo yalitarajiwa kuwapo, lakini sasa hata miundombinu iliyokuwa imewekwa ikiwemo milango ya vioo imeanza kuvunjwa. Stendi kwa sasa inahudumia mabasi zaidi ya elfu moja na gari ndogo zaidi ya mia mbili themanini kwa siku. Pia ina maeneo ya maegesho na vituo vya bodaboda, bajaji na mama, na mama na baba lishe kulifanya eneo hilo kuwa fursa kibiashara. Machi mwaka jana, aliyekuwa meneja wa kituo hicho Isihaka Waziri akizungumza kwenye mkutano wa wadau wanaofanya kazi katika stendi hiyo alisema ujenzi wa stendi umekamilika kwa asilimia tisini na saba, lakini ulikuwa umesimama baada ya mkandarasi kuondoka kwa kutolipwa kwa wakati. Mkandarasi aliyekuwa amepewa kazi hiyo ni kampuni ya Hainan International Limited ya China na yenye bajeti ya mwaka na kwenye bajeti kwa mwaka 2024/2025 Halmashauri ya Ubungo ilitenga bilioni 3.2 kutoka kwenye mapato ya ndani kwa ajili ya kuendeleza ujenzi. Ujenzi wa stendi hiyo uligharimu bilioni hamsini na maeneo ambayo ujenzi haujakamilika ni maegesho ya magari ambayo itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kuhudumia mabasi karibu elfu tatu na hamsini huku mapato yanayotabiriwa kwa mwaka yakiwa ni shilingi bilioni kumi. Akizungumzia mapato yanayokusanywa kwa njia ya kielektroniki, wakati huo, Waziri alisema yalikuwa yameongezeka kutoka milioni milioni tatu hadi kufikia milioni tano kwa siku. Mwananchi ilipata nafasi ya kuingia katika ghorofa hizo mbili ambazo hazijakamilika ujenzi na kushuhudia hali ilivyo katika eneo hilo. Baadhi ya maeneo yalionekana kuwa na tope lililoganda ambalo kwa mwonekano liliingia ndani ya eneo hilo kupitia mvua kubwa iliyoonyesha na kubeba maji tope. Matope hayo hayana dalili ya kusafishwa huku baadhi ya watu wakiwa wamejisaidia na kutupa nguo ambazo wanajisafishia ikiwa ni ishara kuwa eneo hilo halina mtu anayeliangalia kwa muda mrefu. Mbali na hayo kufanyika wizi wa nyaya, huku baadhi yake zikiwa zimechunwa gamba la juu ili kuondoka na shaba kirahisi na maganda kubaki kama uchafu. Nyaya zinazoibwa ni zile ambazo zilipaswa kutumika kuingiza umeme ndani ya ghorofa hizo kabla kufungwa kwa dali kwa mujibu wa mlinzi ambaye hakutaka jina lake liandikwe, eneo hilo kutokamilika hadi sasa limekuwa na maficho la watoto wa mitaani na watu wanaofika kuiba vifaa. Na nukuu, tumekuwa tukifanya msako wa kukamata watu wanaokaa huku na wakati mwingine wamekuja polisi kuangalia na kuwafukuza, lakini doria hii inapita mara moja, hivyo mtu akikariri ratiba ni rahisi kufanya uhalifu, alisema alisema pia watu wanaoiba vifaa katika eneo hilo wanapitia madirishani, hawawezi kupita milangoni kutokana na ulinzi uliopo. Mlinzi huyo amesema baadhi ya viongozi wanaotembelea eneo hilo hawapelekwi eneo la chini kwa kuwa alijakamilika na hivyo kuishia kwenye ghorofa za juu na maeneo mengine ya stendi. Mmoja wa abiria amelieleza Mwananchi kuwa kuacha eneo hilo bila uendelezaji ni sawa na kutupa fedha ambazo zilikwisha tumika awali na nukuu Unajua hili eneo ni kama wamekosa tu mpango mkakati wa kulifanya likamilike. Kama fedha ndiyo tatizo, wangeweza kumpa mtu mkataba akalimalizia mwenyewe na kufanya biashara zake kwa makubaliano maalum, amesema Lawrence James, mkazi wa Tandika. Alisema kwa namna eneo lilivyo, kuweka maduka inaweza kuwa vigumu kwa baadhi ya watu kufika, lakini likiwa zitaruhusiwa baa kufanya shughuli zake kunaweza kusisimua biashara za stendi kwa ujumla, na nukuu Mtu mwenye ubunifu kabisa wa biashara kama yule wa kitambaa cheupe au samaki samaki, akipewa hapa utaniambia biashara itakavyofanyika kwenye eneo hili la stendi. Tatizo ni nani ambaye anatoa mawazo hapo, ndio shida inaanzia, alisema. Hata hivyo, kuwekwa baa kulipokelewa tofauti na Mariam Juma ambaye anasema huenda hilo likawa ngumu kwa, kwa sababu kuna hospitali na nyumba ya kulala wageni, na nukuu, labda wamwambie mmiliki afunge vifaa vya kuzuia kelele ili wagonjwa na wageni kwenye ile nyumba ya wageni wasipate usumbufu, vinginevyo inaweza kuwa karaha, licha ya kuwa biashara itasisimka, alisema Maria. Alipotafutwa kuzungumza hali ilivyo katika maeneo hayo, meneja wa stendi ya Magufuli, Isaac Kasebo, alitaka suala hilo aulizwe mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo, Aaron Kaguru Mjuli alipotafutwa, Kaguru Mjuli alisema ujenzi wa eneo hilo unatarajiwa kuendelea katika mwaka huu wa fedha baada ya kupitishwa kwa bajeti ya mwaka 2025/26. Ndamdiku, mpango wa kumalizia pale unaendelea na kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha zimetengwa, pindi itakapotolewa mkandarasi ataingia kazini kumaliza kazi, alisema Kaguru Mjuli. Kuhusu matumizi yasiyofaa ya eneo ya hilo na namna wanavyodhibiti watu kuingia au wizi, Kagurumjuli alisema wamekuwa wakihakikisha kunakuwa na ulinzi kwa saa 24 ili kuzuia watu wasiingie katika eneo hilo ambalo bado halijaanza kutumika. Awali jengo hilo lenye ghorofa saba, mbali na kuhudumia mabasi yanayoingia na kutoka mikoa mbalimbali nchini, pia ilitarajiwa kuwa na hoteli, hosteli, bustani ya kupumzikia, maduka makubwa, kwa mujibu wa aliyekuwa mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, Spora Liana. Lakini hadi sasa stendi hiyo imefanikiwa kuwa na nyumba ya kulala wageni pekee, huku bustani na hosteli vikibaki kuwa simulizi za kwenye vyombo vya habari ambazo ziliwahi kutolewa na viongozi tofauti bila kutekelezwa.